Mheshimiwa mgungu mboko yetu, hii kata ya Lugunga kuna vijana wengi, inasikitisha inahuzunisha, japo kuwa wengine wanakimbilia kwenye masuala ya umeme, masuala ya barabara, wanashindwa kujua ili watuaombi ka waakilishe mbeleni. Kuna vijana wako wanateseka hapa mtaani, hususani kuna vijana wamemaliza elimu ya sekondari, wapo vijana wamemaliza elimu ya msingi, wameishia darasa la saba wengine wameishia form 4 hawana kazi, wanajiingiza kwenye masuala ya kuvuta kwenye maswala ya kuulevu, inahuzunisha. Na ndio maana nikaona hata waseme wa mwisho nitaimuka tu mimi, baba, ninayo taadhima, japokuwa weni kijana mdogo sana Naomba sana sana sana, kumbuka vijana wa kata ya Boa ambaye vijana Lugunga, inahuzunisha usiwaone hivi. Wapo nawezukalia hata kama hajamaliza kufanikiwa kuendelea chuo kikuu, yu nyumbani nyumbali, naomba ajira kidogo, mtoto wangu. Mwenyezi Mungu atakulipa, kumbuka vijana wa Lugunga, kumbuka, kumbuka. Tatizo moja katika shule ya Lugunga haina matundu ya choo. Eh, tunashukuru serikali kwa kumkumbuka vijana kina mama walemavu kwa ajili ya mikopo. Je, sisi wazee mnatukumbuka kwa Inachosha hiyo barabara like, na mdada. Nini amuioni? Baba mabonde, yani kipiki tunadondoka kila siku. Maji hivi bo, ufanye kazi hapo mdada kwenye hiyo barabara. Hata mrekebishe kutoka Nyaka kwenda Masumbu angalau. Changamoto hiyo ni kubwa sana. Waeleze na watarudi. Swali so, la pili. Mdada hii swala ya dengu kwa nini ile na mtu mmoja? Kama duka watu wanaweka duka hapa anauza na, na mwingine anauza hapa. Kwa nini swala ya dengu na mtu mmoja? Bodaboda tuko angali pale tunauza kila siku hapa kuna kama mfumo fulani ka upigaji kalishughulikia hili swala brada, inatunyima sisi ajira. totozo nya makago hajafanya kazi mwaka jana, boda boda hajafanya kazi kwenye dengu, kinamama mama hajafanya kazi kwenye dengu, na hilo ndo zao natupaga hela. Sasa ukitukuta so, tu konza tunaenjoy fresh, ujue ni dengu. Sasa kama mnatubana hivi, tuna iba. Swali la tatu brada, changamoto ya barabara ambonda, hii ni hatari brada. Hii ikiwezekana siku moja inyeshe mvua alafu uchukue hii mbinga na mimi chukue hii kitu Watu wanateseka Lugunga, yeah. Lakini wana Lugunga tunafahamiana hata nisipojitambulisha, kwa sababu mimi Lugunga ni nyumbani, si ndio? Na ninakumbuka sana siku ya kwanza kuja hapa kuwaomba kura zenu nikiwa kwenye nafasi hii ya kinyang'anyiro, nilikuja hapa Lugunga, si ndio? Niliokuawa nimepatini hapa kwao. Ndugu zangu watu wa Lugunga, mimi nawapenda sana na kwa sababu nawapenda sana, naomba mjipigie makofi mengi sana kumpata mwenyekiti wa halmashauri anayetokea kata hii ya Lugunga. Ndugu zangu watu wa Lugunga, nimekuja hapa kwenu kwa ajili ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuja kuwashukuru sana Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mlijitokeza kunipigia kura mimi Fagasoni Aloni Nkinga masasi kwa mbunge wenu wa jimbo la Mbogwe, si ndio? Wangapi wanaenda kupiga kura, wanyoshe mkono hivi. Lakini baada ya kunichagua mimi kama mbunge, mkamchagua diwani wetu baba yangu Enoki Magulu, mkampa kura nyingi, ndiye akawa diwani, si ndio? kwa mjipigie makofi pia. mlimchagua kwa upendo, lakini baada ya kulifanya hilo, mkamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkampa kura nyingi sana. Naomba mjipigie makofi mengi sana. Lakini ndugu zangu, watu wa Lugunga, mabarabara haya mimi nimeakita sana, kwa sababu kwenye wakati wangu wa kampeni, lakini nimezunguka wilaya nzima Natufahamu wilaya yetu ina changamoto za mabarabara, kila sehemu wana changamoto za mabarabara. Kwa hiyo ndugu yangu nikuahidi ndugu yangu leo, kwa sababu ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya 25 thelathini tumepewa kilometa mia moja na mbili za kiwango cha rami, lakini tumepewa kilometa mia tatu na hamsini za kiwango cha moram, tumepewa kilometa mia tatu za kiwango cha bumbi. Kilometa zote hizi tutahakikisha tunayatengeneza mabarabara yetu ili yaweze kupita Amerika. Kwa hiyo niwaahidi ndugu zangu, nipeni muda, nipeni muda, nipeni niendeleeni kuniombea niende bungeni kwenda kufanya kazi, lakini kwa sababu bunge halijafunguliwa tarehe kumi na mbili mwezi huu, tutaenda kulifungua bunge rasmi, mtamwona mheshimiwa Fagason yala atakaokuwa anayaomba kwenye so bunge letu la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni kuahidi sana ndugu yangu leo mabarabara haya tunayafahamu, barabara la Ruhala nalifahamu, na mabarabara mengine yote yanayozunguka wilaya hii ambayo yanayafahamu. Kwa hiyo niwaondoeni, niwaondoeni shaka wananchi wa Lugunga, mabarabara haya tutahakikisha tunayatengeneza kwa kiwango kinachostahili, ili yaweze ku nijibu ombi la mama, kwa sababu mama ndiyo kila kitu yeye. Yeah, ameongelea swala la ajira kwa vijana. Mama yangu nikutoe wasiwasi kwa sababu mimi nimekuwa mtetezi sana wa vijana, na leo mmeelezwa me, hapa na meneja wa mashindano ya Fagaso Festival kwamba tumempata kijana anajiita Kisimba au Kisima, ametokea kata hii ya Lugunga, na yeye ni kijana alipokea zawadi kule Mlembela. Zaidi ya za, za, zawadi nafikiri aliyopokea ni laki 3, si ndio? Mwisho ilikuwa laki 3, na yeye alikuwa mshindi wa tano, alipokea amepokea laki 3, na hao ndio vijana na mshindi wa kwanza nimeelezea hapa alipokea milioni mbili mshindi wa pili milioni moja na laki tano mshindi wa tatu milioni, mshindi wa nne laki saba mshindi wa tano ambaye ni Kisinza akapokea kitute cha shilingi laki tano Sasa mama yangu ni kuahidi ni, ni, ni, kwa sababu mimi sijasoma kama unavyofikiria, na kwa sababu umesema kuna watu waliosoma na ambao hawajasoma, sasa na mimi nitahakikisha watu waliosoma vijana ambao wamemaliza wamemaliza elimu mm, yao na mimi nitahakikisha, na wapambania, nawapambania na mimi kwa sababu nitakuwa ni mbunge ambao ni mtetezi wa wananchi. Wananchi wananchi hawa wa wanategemea sana kutoka wanategemea mengi sana kutoka kwangu. Kwa hiyo mama yangu, nikuahidi vijana watapata ajira, na kwa sababu haya mambo nimeanza kuyafanya kabla hata sijawa kiongozi. Niendelee kukuahidi, endelea kuniombea kwa Mwenyezi Mungu, na mimi naamini siku moja vijana wataajiriwa na watapata ajira. Baada ya kuyazungumza, kwa sababu ya muda, niwashukuru sana wananchi wa Lugunga wa na mwendelee kuniamini na mimi. Mimi kwa sababu sasa nimekuja kuwaaga rasmi. Tarehe kumi na mbili tutakuwa Dodoma kwa ajili ya kuunda kamati. Nafikiri tarehe ishirini na saba Januari hii tutafungua bunge rasmi. Sasa mtaanza kumfuatilia mbunge wenu Fagason Aron Nkingwa, mtaona yale atakaokuwa anazungumza kama kijana wenu ndiye mzaa wenyewe. Na kwa sababu najua mnanipenda sana, au vipi?